Hizi social media tunazozitumia mm -hmm. kama Instagram, Facebook sawa, mm -hmm. Twitter ile mitandao hauna umiliki nayo okay. Kesho tu unaweza ukaamka ukakuta wamefunga, utafanyaje? <laughs> Utafanyaje? Kumbuka hata hata unavyoweka bidhaa zako unaziweka kwa jinsi ambavyo wametengeneza wao, lakini unaponua kile kikoa sasa tunafanya kama website, si ndio? una uwezo sasa kuweka bidhaa zako kwenye website yako kwa jinsi unavyotaka wewe. mm. Umeona? mm -hmm. Alafu kitu kingine watu wanasahau kwamba unapofanya unapofanya marketing sawa. mm -hmm. Hata ukifanya marketing kwenye Instagram, ukifanya marketing kwenye Facebook, wanakuambia uweke linki ya yeah, tunaitaga landing page mm -hmm. uweke linki ya watu, hizo watakupata hizo taarifa, watakupataje? Eh, kwa hiyo na wale pia wanajua kuna umuhimu wa wewe kuwa na website yako ndio, yaani mitandao ya kijamii wenyewe pia wanajua wanatambua kwamba unahitaji kuwa na website yako. Kwa hiyo pale kwenye ile linki sasa ndio utaweka linki ya hiyo hiyo kikoa chako, mtu akibonyeza, aki inampeleka kwenye taarifa zako sasa za biashara, ambazo wewe tu ndio unaweza ukazifanya chochote ambacho unataka Yes, yes, lakini kikoa mm -hmm. chenyewe kinakupa umiliki. Kwa hiyo unaweza ukaweka taarifa zako mm -hmm. kwenye website yako kama ni email ile unamiliki wewe na unaweza kucontrol zile information. Sasa hawa Instagram wanaweza wakaamka kesho wakabadilisha zile sheria zao na nini? au aweze aweze na kutangaza biashara yako inakufa. Inakufa. Yes. Wenyewe pia, unamiliki hicho kikoa, mm -hmm. kwa biashara inakufa inakufa, yes, kumbuka na wenyewe pia wanamiliki hicho kikoa Instagram.com, lakini hizo zile za nje mm -hmm. kwa hiyo kwa hiyo ili uweze kuwa na control ya biashara yako vizuri Lazima uwe na hicho kikoa, kwa sababu sasa siku ambayo utaamka ukakuta Instagram au Facebook au Twitter hawapo, utatangaza biashara yako wapi? Mtu akiwa nje anataka kununua kitu chako, lazima uwe na na address yako ambapo atapata huduma yako, huduma yako. Yes.